bembeleza narudia, Chadema hatuna haja ya kuwabembeleza. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya, na baada ya uchaguzi, kama watashiriki, shauri yao, wasiposhiriki shauri na ndo mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo wasikie, tunakwenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oyee! hoja wanazozijenga ni hoja za kitoto Eti tunataka mabadiliko, bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Msigu ameeleza vizuri, waliahidi mabadiliko kwenye chama chao, hajafanya. Unawezaje kuwa na mamlaka ya kusema mabadiliko mengine? Lakini hata hivyo tumpongeze Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kube kwa kusikiliza. Wameogopa kuingiza timu uwanjani, lakini haina uhusiano na dabi ya tarehe 8 iliyokwepa CCM oye! Wananchi mpo, wananchi, wananchi, msiliangushe Wananji haya ubaya bwela mpo Simba ye <totimus> CCM oye. Kwa hiyo wanaogopa kuingiza timu, unajua ni kwa sababu gani? Niseme, nisiseme? Yeah. Wenzetu Chadema wanakabiliwa na matatizo ndani ya chama chao. Wow. Haitaji digrii kuelewa kwamba Chadema wanapitia katika wakati mgumu. Kwanza mnyukano kwenye uchaguzi umekigawa sana chama chao. Uongo kweli? Mimi sio msemaji wa Sigirada. Aliyepigwa juzi, simmemwona? Umempiga katibu mwenezi wa, wa Njombe, simemwona? Inahitaji ushahidi wa kipolisi? Maana yake wana ugomvi mkubwa ndani ya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 viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa Njombe wamtembelee na kumpa pole. Sisiem, naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited. tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya inaitwa wekeza gari, inaitwa wekeza gari. Nini tunachokifanya, moja kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi anakwenda kazini, gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo, gharama. Sisi safisha limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari. Lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato. Tunasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali, tunaita ride sharing kwa maana ya Uber, bolt, farasi ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Karibuni sana.